Hey. Nilisaidiwa nyuma na shemeji yangu y mm. Shemeji yangu ndio amefanya mipango yote hiyo ya mtoto wangu mpaka kwenda kubakwa. Nilikuwa katika kituo cha kata, nikiwa kama askari jamii, wakanisaidia bila palepale, wakanitoa kwa hujuma hizohizo. Kama mnampaje hiyo kazi ya uaskari jamii, wakati huyu dada anahalipi kodi kwangu, naomba mumuuwe, ila ni Mungu alinisaidia, nikaanikinywa maji maji, wananiwekea sumu kwenye maji, ni Mungu alinisaidia wa waziri Ndiyo, kata anasaka mwenyekiti ndiyo koloneli. Mheshimiwa Waziri, ni kweli alitoa malalamiko, lakini polisi kata na hili swala lilikuwa likishughulikiwa kipolisi, polisi kata ndiyo walikuwa naro hili swala na baadaye walienda polisi uko wapi, Iska? Uko eh, uko salama. Umeshafika mikono salama. Wapi, wasgii kw ni Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni mimi, silifahamu s hapa, hapa, hapa. Labda na, na, na inashughulikiwa. Tuma vijana wako hawa <laughs> kuwapatikana leo leo tuma vijana wako au wanaotumiwa wapatikane leo leo. Pata maelezo ya kina kwa mama yetu akiwa ametulia na mwenyekiti, na maelezo ya mwenyekiti, na maelezo ya mwenyekiti pata na nyaraka. Lakini pia huyu mama ahakikishiwe usalama wake eh, ahakikishiwe usalama wake. una unakaa wapi? Asante, waziri mwenyekiti mwenyekiti, hili jambo umesikia eh. Na umekaanapo iwaliiakama iasema Mheshimiwa Waziri Mkuu wa hivi sala amekutetea, nitaka uingie hatiani na wewe. Amekubahati, una bahati, amekutetea, namsikiliza sana. Tunasema hivi Viongozi, viongozi wote wa serikali, jambo la mwananchi likishafika kwenye mikono ya serikali ni lazima viongozi tulifuatilie, sio kumwacha yeye aendelee kufuatilia. Naisema leo kwa kata ya Nyansaka na kata zingine zote. Mwananchi akishafikisha jambo kwenye kata, amefika kwenye ofisi ya kata, viongozi fuatilieni wenyewe, sio sio mwananchi mwenyewe kuanza kuhangaika kumtafuta mkuu wa mkoa. Tunasogeza ofisi za serikali karibu na wananchi, ili kuwapunguzia kuwapunguzia adha wananchi wetu kuhangaika kwenda kwenye ngazi za juu. Naisema hii kwa mara ya mwisho, watendaji wa kata, wenyeviti, wa kata wenye viti wa vijiji, wa mitaa, watendaji wa vijiji, watendaji wa kata, viongozi ngazi mbalimbali mbali, tarafa, wilaya, mwananchi akishafika ofisi ya serikali akafikisha jambo lake kwenye ofisi, tunataka serikali ndio ianze kufanyia kazi jambo hili. Mwenyekiti kama mama asingekutetea hapa una we ungekuwa atiani. Ningeelekeza wote mkamatwe na, wa, na wahalifu na ninyi ambao hamkuchukua hatua tuwe. Haya hatuwezi tukaacha yakaendelea mambo ya ovyo ovyo ya aina hiyo. Tunataka mwananchi akishafikisha jambo kwenye mikono ya serikali, kama hamjapata majawabu, ninyi ndio mpeleke ngazi ya juu. Mnataka huyu mama aende kumtafuta wapi? RPC huyu mama mnataka aende kumtafuta wapi? Mkuu wa mkoa ninyi, kila siku mnakutana na mkuu wa mkoa, mnaenda kukutana na mkuu wa mkoa kwa mambo yenu binafsi, badala ya kukutana kwa ajili ya mambo ya wananchi. Mnajadiliana mambo yenu binafsi, badala ya kujadiliana mambo ya wananchi. Raisi, watafutwe, watafutwe hawa wenye tuma na wasitoke mpaka ukweli ujulikana, na wale wake mtu ambugu leo mama. Sasa, mkuu wa mkoa, simamia usalama wa huyu mama. Haya ndiyo mambo tunayokataa. Mwananchi anafikisha hoja mikono ya serikali, anapigwa danadana anapigwa danadana, anakwenda na siku nyingine, anapigwa danadana, anahangaika mpaka anaishiwa nauli, anaamua kukaa kimya. Siku viongozi wakifika, anaamua bebe bango na bango ile wananyang'anywa kabla kiongozi hajafika, na hapa mlishataka asiniona, siku nyingine eneo lingine popote pale, ambaye hachukui hatua na aliyefanya uhalifu wote, wamefanya uhalifu arabizi, chukua hatua kwa hawa ambao wanatumiwa, na nipate taarifa wakiwa wame, waki wameshapatikana waki wamesha na tena wasicheze kabisa, wakijua huyu mama hana uwezo wa kufuatilia hili jambo. Nataka nione mwisho wake mpaka nipate, nione mwisho wake, nione mwisho wake umefikia wapi. waka. Wakamatwe mpaka mpaka uhakika, ukweli ujulikane kwenye jambo hili. Haya mambo ya kufunika, funika, watu wanaumia, wanaugulia mioyo yao, wanaumizwa, wanakosa atakukimbilia hii iwe mwisho. Ndio hivi na juzi kule tukakuta daktari kafanya vitu vya kijinga jinga, nilisema afukuzwe kazi, akamatwe, na afunguliwe kesi ya ubakaji. Na huyu mama amesema huyo mtoto wake kabakwa, huyo akamatwe, uchunguzi ufanyike, afunguliwe kesi ya ubakaji.